Hospitali ya Benjamin Mkapa imeanzisha miradi mkakati ya miundombinu ya kutolea huduma za ubingwa bobezi ikiwemo upanuzi wa huduma za upandikizaji figo kwa thamani ya shilingi bilioni 3.7 ambapo itaongeza upasuaji kwa wastani wa nne kwa mwezi kutoka mbili. Aidha, Hospitali ya Benjamin Mkapa imeanzisha ujenzi wa kituo cha matibabu ya kansa wenye thamani ya shilingi bilioni 30.8 ambapo utasogeza huduma kwa wananchi milioni 14 na kupunguza rufaa kwenda Dar es Salaam au nje ya nchi ai pia imefanikiwa kuongeza vyumba vya upasuaji vitatu vyenye thamani ya shilingi milioni 250 vitakavyosaidia kufanyika upasuaji hamsini kwa siku kutoka 30, hatua itakayopunguza muda wa ugonjwa wetu kusubiri kufanyiwa upasuaji. Aidha, hospitali imesimika mtambo wa kuzalisha hewa tiba wenye thamani ya shilingi bilioni 1.5. Mtambo huu una uwezo wa kuzalisha mitungi mia nne ndani ya masaa 24 na hivyo kuokoa gharama ya shilingi milioni 76 kwa mwezi na kuhudumia hospitali za majirani. Hayo yote yamefanyika ndani ya miaka minne ya Rais Dr Samia Suluhu Hassan akiwa madarakani.